Ndugu waandishi wa habari, Chama Cha Mapinduzi kimeweka utaratibu mzuri sana wa kugombea. Sasa nimewaiteni, tayari kumeshatokea tatizo la wanaotia nia ya kugombea ubunge na udiwani, kwanza kuzunguka kwenye kata mbalimbali, mbali na kutoa rushwa. Wanaita wajumbe wanaohusika na mkutano mkuu, wanawapa elfu kumi kumi. Mpaka sasa kiwango cha wajumbe ambacho wao wamewapangia, kwanza ni kuwadhalilisha hao wananchi, kuwadhalilisha wana CCM, lakini wameona hao bei yao ni shilingi elfu kumi kumi. Chama cha mapinduzi kinatoa tahadhari na kinawataka wana CCM wote wenye nia ya kugombea wakati ukifika watachukua fomu wafuate taratibu zote za Chama cha Mapinduzi. Kinyume na kufuata taratibu za Chama cha Mapinduzi chama, chama kitachukua hatua kali dhidi yao. Chama kimeweka utaratibu mzuri, wote wenye nia ya kugombea udiwani, ubunge tarehe ishirini na nane fomu zitaanza kutolewa mwezi wa sita. Baada ya hapo vikao mbalimbali mbali vya chama vitakaa kwa ajili ya kufanya uteuzi wa majina matatu yatakayoenda ya sasa kupigiwa kura za maoni na wana CCM. Kwa hiyo wanaweza kachukua fomu watu labda kwenye nafasi ya ubunge watu mia moja, lakini mwisho kikao cha uteuzi cha mwisho ambacho ni kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa kitateua majina matatu. Haya majina matatu ndio yataenda kwenye kupigiwa kura na e, na wote waliotajwa wajumbe mbalimbali kwenye kata mbalimbali, ili kupata jina moja, na huyo mmoja atakayepatikana miongoni mwa watatu ndio chama kitamteua kuwa mgombea kutuwakilisha. Sasa tahadhari yangu leo chama bado hujachukua fomu, hujapita kwenye michakato yote ya vikao mbalimbali mbali, unaanza kwenda kwa wananchi kutoa fedha na kushawishwa kuchague, unatoa rushwa, unashawishwa kuchague. Na wapa tahadhari, wanakosea sana, na kanuni inasema wazi mtu atakayefanya hivyo anakiuka taratibu na kanuni yetu hii na kisha kiuka hii kanuni anakuwa amejiondoa mwenyewe. Hata akichukua fomu, hata teuliwa, chama hakitamteua. Kwa hiyo tunapata taarifa na majina yao wote, tunayo wanaozunguka, wanaenda kufanya vikao, majina yapo wilayani, yapo mkoani, yapo taifani. Kwa hiyo ninawasihi sana waache hiyo tabia mara moja, waache watulie, na mwaka huu tutaanza kuchukua fomu vitakuja vikao vya uchujaji, yakipatikana majina matatu yataenda kupigiwa kura za maoni. Baada ya kura za maoni, vikao tena vitakaa kupendekeza miongoni mwa wale watatu, maana unaweza kaa umeongoza lakini ukuongoza inavyostahili. Kwa hiyo vikao vitaona na chama kitaona, na tunafanya vile ili wote tuwe na umoja. Chama tunataka eh, tupate mgombea ambaye wananchi wanamtaka wao. Hatutateua mgombea kwa ubora wake wa kutoa rushwa, hatateuliwa mgombea kwa ubora wa kutoa fedha, kwamba wewe una hela nyingi, unatoa rushwa afu uteuliwe, haiwezekani. tuta utateuliwa kwa, kwa... Sifa kubwa ya kiongozi ni wewe ambaye unaweza kuunganisha wananchi, ukilala ukiamka unajua matatizo ya watu. Ukilala ukiamka unajua shida za watu, unakuwa mwakilishi wa watu na watu wanakuwa na imani na wewe. Wewe, uchaguzi unakuwa mwepesi kwa sababu watu wenyewe wanakuwa wamekuhitaji. Lakini wewe kwa sababu una hela, unataka ukaurubuni kwa hela zako. Baada hapo ukimbie. Ukishakimbia eh, wananchi wanaanza kukilaumu Chama cha Mapinduzi kwamba ametuletea mbunge mgombea asiyefaa, jambo ambalo chama kwa wakati huo kihitaji Tunataka mgombea anayekubalika na watu. Tunataka mgombea anayejali maisha ya watu. Tunataka mgombea anayefuata misingi yote iliyowekwa na chama, iliyowekwa na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini anayejali maslahi mapana wa